Karibu mpendwa mtazamaji wangu, kuna jambo ambalo nilitaka tuangalie yale yaliyotokea na fikiri ndani ya mwezi huu a, pale Uswisi, katika mji wanaoita Davos ambako kila mwaka kunakuwa na kongamano la uchumi la kidunia. Wale wale za ile nchi tajiri duniani, watu wenye nguvu, wale matajiri wa dunia wanakutana pale na viongozi wa nchi mbalimbali, hasa za Ulaya wanakwenda pale katika kikao kile kujaribu kutathmini na kuangalia mwongozo wa nini kinatakiwa kifanyike katika dunia. Nini cha ajabu katika mwaka huu nimeona kwamba a a a a kwa kanisa kuna jambo la kujifunza, sisi ni watu wa rohoni, sisi ni wajumbe wa rohoni, sisi ni watu ambao tunatangaza habari za Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nimekiona pale katika mkutano wa mwaka huu, nilichokiona ni tofauti na mikutano ya miaka mingine yote. Mwaka huu kumekuwa na mabadiliko makubwa katika namna ambavyo ajenda zimewekwa. Ajenda kwa muda mrefu sana kumekuwa na ajenda moja tu ya mabadiliko ya tabia nchi, ambayo sasa hata vitabu vimeandikwa, hata dunia nzima imeanza kusambazwa nayo na watu wameanza kujifunza, lakini ni kama pamoja na kwamba tayari wameshaanza kuifanyia kazi, lakini uh, kumekuwa na mabadiliko, kumekuwa na kusimama kwa wale watu ambao kimsingi wanataka kufanya yale ambayo yalitokea wakati ule wa mnala wa Babeli. Unajua, mara nyingi muungano ambao hauna Mungu ndani yake ni muungano ambao unakuwa na uovu, hata kama ungeonekana una uzuri wa kiasi gani, ufahamishe kwamba muungano ambao hauna Mungu ndani yake una shetani, na shetani siku zote yeye ni wa machafuko, hana ambacho anakifanya kwa amani, kwa hiyo hakuna jambo linalofanikiwa. Kwa hiyo miungano hii ya watu ambao hawamkili Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao ni miungano ambayo ina nia ya kuwafaidisha kuwa, kuwa wachache na hao wachache wakati wanafaidishwa, huku nao wanadanganywa na hiyo wana miungu na hao malaika na hao mashetani ambao wanawaabudu, wakiwadanganya kwamba wao watanufaika zaidi, na baadaye wanapotea na kuonekana kama si kitu. Mimi sasa tunajifunza pale ni kwamba ukiangalia kile ambacho rais wa Marekani amekisema raisi ambaye amekuwa na kili wazi juu ya imani yake kwa Yesu Kristo na kwa Mungu, yeye anamwamini Mungu mekisema, na ndicho ambacho amekisema na amekuwa akitangaza bila kuona aibu, kitu ambacho viongozi wa dunia wameogopa kusema. Watawala mbalimbali wameogopa kuonyesha imani zao kwa kuhofia watu, lakini raisi huyu ni raisi ambaye ameonyesha dhahiri kwamba yeye yeah, anasimamia kweli na atainena kweli bila kujali kwamba ni nani anapenda au ni nani asiyependa, na gharama zake zikoje. Na jambo hili lina maana gani kwa kanisa? Ni kwamba huu ni wakati wa utimilifu wa yale maandiko katika kile kitabu cha Hagai, ile sura ya pili, anaeleza pa, anasema nitatikisa mbingu na nchi na bahari na nchi kapu, vyote vinavyotamaniwa na mataifa nitavileta ili kwamba utukufu wa nyumba hii uwe mkubwa kuliko utukufu wa kwanza. Kwa ni wakati wa kuinuka kama kanisa. Waliokuwa nadhani kwamba ningependa kumtumikia Bwana, ni wakati wa kuanza kuweka mikakati haraka sana na kumwambia Mungu unahitaji nini ili uweze kwenda. Waliosema kwamba tunataka kumtumikia Mungu, ningependa kufanya haya kwa ajili ya ufalme, basi ni wakati wa kuanza weka ile mikakati, ipeleke katika maombi. Ni wakati wa kuinuka sasa, maana ndio majira baada ya majira haya. Ukumbuke kuna majira ya mpinga Kristo, majira ya giza, kama ambavyo Yesu alisema akiwa Getsemane, akasema sasa ni saa ya uovu, ndipo wanamkamata Yesu na kumpiga na kumtemea mate. kwa kuna wakati kutakuwa na kipindi hicho ambacho sasa Roho Mtakatifu atanyamaza na Mungu ataacha shetani atende atakavyo. kwa huu ni wakati wa kuinuka, kumiliki, kunafanya biashara. Hebu anza kuwa na biashara ambazo zina maana ya kuwekeza katika ufalme. Tengeneza biashara ambazo si tu za kifamilia zina maana ya ufalme wa Mungu kuweza kutanuka, zina maana ya kusaidia ufalme wa Mungu. Angalia katika biashara yako unawezesha vipi injili ya Mungu kwenda. Wanapoonekana watu wamesimama, wahubiri injili ya Mungu, uliza. Sasa ikuona mtu mmoja, nauliza kama mtumishi wa Mungu, kuna nini kinahitajika ili tuweze kufanya. Maana wanaponena watumishi wa Mungu hawaneni kwa akili yao wenyewe, hawaneni kwa sababu wanataka, wananena habari za Mungu aliye juu. Lakini niseme hata kama hutatoa chochote, bado Mungu anaweza wa kuwalisha watumishi wa Mungu na hawataacha kusema habari habari ambazo ni kweli, ni habari hizi za za za Mungu ni ni ni ambazo kweli na hakika. Kwa hiyo habari Davos, pata muda wa kutejea na kusikiliza zile spichi a, a, a, a, a Rais Donald Trump na yaliyotokea, na hata katibu wa NATO mwenyewe alikuwa nakiri kwamba Donald Trump amesababisha mabadiliko mengi japo dunia ina ina tamka katika namna ambayo si kweli. Kwa hiyo kwa kanisa huyu mtu amesimama, ni mtu ambaye anampenda Yesu Kristo. Ni wakati wa sisi kuamka na kutumia nafasi hii kabla ya giza halijaja. Mungu akubariki kama umenielewa nilichokisema, lakini kukumbushe tu kwamba mfalme wetu na bwana wetu Yesu Kristo yuko njiani kuja. Ni wakati wa kujitakasa na kujiweka sawa, lakini wakati wa kuamka katika usingizi. Lakini kwa wale ambao hawajampokea Yesu Kristo, ni wakati wa kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mungu akubariki sana, amen.